Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa sababu mbili sitozungumza ila kidogo. Sababu ya kwanza nishasimama, sababu ya pili wakati umekwenda sana. Lakini tu nimehudhuriwa ni baadhi ya vitu, jambo likiendelea, shairi mmoja wa Kiarabu alisema:

ila ulul albab sasa. Basi nina maneno yangu kwa huyu mwenye hikma, sijui yamekuwa hayakuwa, twapenda kuandika mashairi, kuwa na kutokuwa kitu kingine. Tarehe kumi na mbili mwezi huu nilikuwa Istanbul, tukaonana na mkubwa wa Waturuki katika ulimwengu mzima, nikamwandikia kasida, akastajabu kuangalia mtu mweusi mwafrika huyu, vipi? Akastajabu sana, lakini tumeandika sehemu nyingi Sudani, tumeandika Masri, tumeandika basi. Na wewe leo nimeona ni kuandikia. Kama hazikuwa hazikuwa tu, lakini kama zimekuwa, itakuwa ni bakhti yangu na bakhti yako. Nimeandika hivi nachunga wakati sana, ila Sheikh Mziwanda, amuddu shi'ri bihin bihintaasha aljumuu fazada fakhari uko